Karibu sana msikilizaji wetu kwenye podcast ya Kenya Wantam Notam Movement KWM. Leo uh, tunaangazia kwa undani zaidi makala moja muhimu sana kutoka kwenye tovuti yetu www.wantamnotam.com ilikuwa ya tarehe 20 Julai 2025. Kichwa chake ni mgogoro wa uongozi Kenya, jinsi wasomi wafisadi wanavyokwamisha nchi. Madhumuni yetu hapa ni kuchambua zile hoja kuu, unajua, zilizotolewa kuhusu uongozi na uwajibikaji Kenya. Mm, ni mada nzito kweli. Na hoja ya msingi kabisa kwenye hiyo makala kama nilivyoisoma ni kwamba shida za Kenya si ati hatuna rasilimali. La hasha. Chanzo kinasema tatizo ni, ni wale viongozi ambao eh, wanajinufaisha wenyewe. Kabisa. Na inataja ule mtundo unaona, ahadi kibao wakati wa kampeni. Kila uchaguzi ni vile vile, lakini punde tu wanapopata ile mamlaka mm, kipaumbele kinabadilika, mishahara yao juu, marupurupu. Alafu we mwananchi, unasahaulika kidogo. Hivyo ndivyo chanzo kinavyoielezea hali. Mm, na hapo ndipo panaposisimua zaidi kwa mtazamo wa chanzo chenyewe. Kinaangazia kitu inachokiita um, kama utata kwamba watu ambao pengine hawana hata elimu ya juu au sifa maalum za kitaaluma wanapata mishahara mikubwa ajabu kuliko nani? Madaktari, walimu, wahandisi, yani wataalamu waliosomea miaka mingi mm. Na kinawataja watu kama Faruk na Sudi. Inasema hawa ni washauri wa karibu wa rais, lakini wanaishi maisha fulani ya kifahari, maisha ambayo yako mbali sana na hali halisi ya mkenya wa kawaida. Swali linabaki vigezo gani vinatumika hapo? Na hilo swali linaonekana kwenda mbali zaidi, sio tu kwa washauri wa juu, sivyo? Maana makala inaendelea kusema hata wabunge, maseneta, ma MCA, wote wamo kwenye hiyo system ya malipo makubwa. Haswa hapo ndipo chanzo kinapouliza lile swali gumu sana, iti inawezekanaje MCA labda hata hana diploma lakini analipwa mshahara mkubwa kuliko daktari bingwa aliyesomea miaka na miaka? Kweli. Chanzo kinaona hii kama kama usaliti fulani hivi kwa wananchi, kama kwamba matarajio ya watu yanapuuzwa. Hilo linatuleta kwenye hoja nyingine muhimu sana, na chanzo hiki, mfumo wenyewe. Makala inadai mfumo huu umekaa vibaya, unawapendelea wachache tu walio na madaraka, badala ya kuwekeza kwenye yale mambo ya msingi: afya, elimu, miundombinu Mm. Chanzo kinasema hizo pesa, hizo rasilimali zinaelekezwa kwenye mifuko ya watu binafsi. Na matokeo yake, lile pengo kati ya matajiri na maskini linazidi tu kuwa kubwa. Yaani ni kama vipaumbele vimepotoka kabisa kwa mujibu wa makala. Sawa. Sasa baada ya yote hayo, chanzo hakikuishia hapo. Kinatoa pendekezo. Na hapa ndipo kuna hoja, hoja nzito kweli. Kinapendekeza kitu gani kama suluhisho? Ni kuweka ukomo wa mishahara. Ukomo kivipi? Huo ndiyo kwa viongozi wote waliochaguliwa kutoka rais hadi MCA, wasizidi shilingi laki mbili kwa mwezi, shilingi mia mbili elfu Hio mfalme. Na kama huwezi kukubali huo mshahara wa utumishi, basi basi nafasi hiyo si yako, achia wengine. Ndivyo wanavyosema. Mm -hmm. Hiyo inaleta swali la msingi kuhusu nia ya mtu kuingia kwenye uongozi na uwajibikaji. Na hapa ndipo chanzo kinapokupa wewe msikilizaji nguvu kubwa. Kinasisitiza hilo sana kwamba uwezo wa kuleta mabadiliko uko mikononi mwako, wewe kama mpiga kura. Ni wewe unayepaswa kudai uongozi bora, kuwawajibisha hawa viongozi kabisa. Chanzo kinasema mabadiliko hayataanzia juu na wale wale wa zamani, yataanzia chini kutoka kwako, kwa wewe unayejua shida za kila siku. Wewe ndiye mwenye nguvu. Na kama unataka kuwa sehemu ya mjadala huu zaidi, kuchangia mawazo yako, kuna njia. Chanzo kinakukaribisha kutembelea www wantamnotam com. Nenda huko, fungua akaunti yako. Ni rahisi tu, alafu anza kushiriki, andika mawazo yako, mawazo ambayo yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, na hata taifa zima. Yaani ni kama jukwaa la wananchi kujadili na kupanga mwelekeo. Sasa tukijumlisha haya yote, ujumbe mkuu ni nini kwako, wewe unayotusikiliza? Kwanza, makala hii ya KWM inatoa picha kali sana ya hali ya uongozi Kenya. Inadai mfumo unawanufaisha wachache, ndiyo, na inagusia zile ahadi hewa, mishahara isiyo na uwaiano, na inapendekeza hatua kama ukomo wa mishahara. Lakini muhimu zaidi, inakukumbusha nguvu ulionayo wewe kama raia, wewe kama mpiga kura. Usidharau hiyo nguvu na tukimalizia, labda swali la kujiuliza ambalo chanzo kinatuachia ni hili: dhana yenyewe ya utumishi wa umma inamaanisha nini hasa katika Kenya ya leo? Ni nini hasa na viongozi wetu wanapaswa kuwajibika vipi kwetu sisi tunaowachagua? Ni swali zito la kutafakari. Tafakari hilo, nakumbuka mjadala unaendelea, unaweza kuwa sehemu yake. Tembelea tena www.wantamnotam.com. Fungua account, shiriki mawazo yako. Ni muhimu sana, mawazo yako yanaweza kuleta tofauti kubwa, kuanzia chini hadi juu. Kwa niaba ya timu nzima, asante sana kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantamnotam Movement KWM.